Muona mwanangu sio? Kaingilia wapi pale? Sijamuona sasa hivi tukapita, sijajua. Sasa chochoro nyingi, siwajua pale. Si takuwa kaingilia wapi? Sijamuona ila poa kaz Halo Keti, vipi? Safi niambie. Oh, mambo. Oh. Wapi tena rafiki yangu? Naenda hapo dukani. Vipi mipango unasemaje lakini? Safi tu. Niambie. Huonekani kabisa rafiki yangu. Ah, mimi sasa hivi nina mambo mengi sana, unajua tena mama, tangu afariki. Ndio. Naachiwa jukumu kubwa sana la kulea ndugu zangu. Ila Keti, mimi nimeshakukwambia bwana, tuwe pamoja. Nikubalie tuwe pamoja. Kwa sababu kama tunakuwa pamoja hata wale watoto tunaweza tukawalea wote. Okay, lakini sasa mimi nishakwambia nakupenda, kwa hiyo kama nakupenda, natakuwa uniruhusu mimi, unikubalie ili tuishi. Tukiishi pamoja, watoto wale tutakuwa tunawalea pamoja, upate tabu kama hizi ambazo baadaye Habari nah, yako? Naupoaopoa. nashukuru Mungu. Mimi uh, ndio leo kupigia simu tukutane hapa, kama hutoja, niomba unipe dakika mbili tu za kuzungumza na wewe. Nakusikiliza. Asante uh, unajua mimi nilikuwa li, li, nakufuatilia tangu jana jana. Kuna sehemu moja ulikuwa natokea hivi unapandisha hivi, nikakufuatilia pale Batimbani nikakukosa, si uliingia wapi, lakini nikasema kasema ene, we, kakuwa na namba zake nazo nitamcheki ndio leo nikakucheki, ili nije nizungumze naye kidogo hapa uh, kwa kifupi kwamba nikuelekeze tu mimi nilivyo na simba kwamba, siku moja, siku ya kwanza kabisa kukuona, kikweli nilitokea kukupenda sana, na ila kwa bahati mbaya nilikuwa na rafiki yangu ambaye kikweli huyo rafiki yangu na mimi ipete na kidole. Sasa yeye ndo akawahi kuniambia kwamba ah, yule binti nimemuelewa sana, tamani siku moja awe mpenzi wangu. ah, sasa nikaona kwa kwa kwa kwa kwa kashatangulia Nikaona yeye, nikamwambia, bahati yako mzee, kama atakuelewa ndio akaja kuniletea majibu kwamba mmeelewana na na. Bana uweze ukaamini mimi sasa hivi na simhitaji tena wala kafanyaje au mmefanya nini Hakutaka kunijibu chochote ujue, ni akaniambia tu bana, mimi nimeamua tu hivo, sitaki hata kuwa karibu naye, yani Simba mbili huyo huyo. Mi nikaona sasa, basi labda huenda hii ndo na hii ndo chansi, nikaona kwa nini mimi nisitumie ile chansi, maana mi ndo wa kwanza kukuona, lakini alidakia kwa juu ko, kiukweli na kuomba kama inawezekana unikubalia mi ndo mpenzi wako, yani Simba mbili wa kwangu mimi huyo, huyo. Mpenzi wangu mimi hapa. Huyo. Ndio anakuambia kwamba anitaki mimi. Jana hiyo. Simba huyo. Hiyo jana hiyo. <laughs> Sidhani. Mimi ndo nakwambia sasa. Mimi ndo nakwambia kwa sababu Simba mimi namjua ni mpenzi. wangu, yani hapa kwangu, apindui. Sasa maneno sijui unaswa wapi. Labda unaongelea kuvutia upande wako. Na nisikilize mimi. Mimi ninachokwambia ni, ni kitu ambacho kimenyooka. Nakwambia kitu ambacho ni kweli. Mimi naomba unielewe. Na nakupenda sana. Asante wa kunipenda, lakini pia nampenda Simba, si rafiki yako pia? Rafiki yangu ndio. Sasa mimi si shemeji yako, kama hayuko utalikuwa na wewe, kwa nini usiwe na mimi? Please nikubalie, na Please. Tatizo sio kukubalia na... tatizo anampenda Simba cha kwanza, cha pili wewe rafiki yako, kwa hiyo kwa hiyo utanisamehe. Ah, sawa, kwa kuwa hauniamini, wewe jaribu kumchunguza, utagundua. Sasa tusiongee mimi.

bado uzima. Safi uko poa. Niko poa. Wewe Simba. Simba.

Ni... sawa nimekuja, sawa yeah. Lishikwapichi niliongozana naye eh, lakini kidogo sijajua akakwama wapi, lakini mda sindaka. Lakini ingekuwa ni vizuri kama ikuwa nge pamoja, okay. Lakini sio mbaya, nimekuita kuna kuhusu ile site yangu kule, ule ujenzi kuna vifaa yeah. nime, nimenunua pale, nimenunua mabati, nimenunua nasmeti, sawa. Uh, sasa na unajua, lengo la kukutoa pale kuja hadi hapa ni kwamba kidogo utulie, ili upate muda wa kunielekeza kwa sababu umenitajia tu Simba Simba Mbili, sijajua kafanyaje. Hebu basi jaribu kujikaza basi, unielekeze amefanyaje. Unajua reshilondo, nimeona kwamba Simba anipendi, yani anipendi kabisa. Uwezi amini, nimekutana naye nje tumesalimiana tu na mimi pale kwa Joshayo hiyo kwa, nilikuwa nataka ukavichukue pale uende navyo site ili mambo mengine yaweze kuendelea ya ujenzi sawasawa. E, eh. e, e, uh, Simba Mbili, upunguze mambo mengine yasiokuwa na msingi sawasawa na <laughs> eh. na hii dunia inakwenda kwa kasi sasa hivi kwa ajili ya maendeleo <laughs> eh. ni kweli kabisa. pesa pesa eh, yaani pesa yaani ndio kitu muhimu sawa Ah, umesalimiana na na wewe jambo? Eh, nimesalimiana naye. Ah, umesalimiana? <laughs> eh. Sawa <laughs> sana. <Salve, salve. laughs> Basi sawa. Sawa. So. Eh, kwa lolote ambalo litakuwa lime- limepungua utanicheki. Wala hamna shida so. Kingine. Sawa. Sawa sana. Okay. Sasa na hayo sio mageni. Ile mbona nilishakwambia kwamba ule mtu ana muda na wewe? Sema tu wewe, uh, umekiona kile ambacho nimekwambia. Ina maana umeamini sasa. Ni wewe tu kuchukua maamuzi, kwamba unachukua uamuzi gani? Mimi naona bora tu mimi na. Safi, yes, sasa mambo si hayo. Sasa hapo ndio umefanya uamuzi sahihi. Na ili ni kuonyesha kwamba umefanya maamuzi sahihi. Leo mimi nataka nikutoe out. Hamna sehemu ya kwenda out. Hivi vitu vilivyo. Nataka nikupeleke out kidogo au unasemaje? E eh, safi kwanza eh. Nikupeleke kwa, kwa Matelo pale ili tukanywe supu uh -uh, so eh, kweli no, chipsi unataka? ah, eh, chipsi kuku basi tanzetu. tabu wewe. <laughs> tabu gani leo, nimekutafuta vijiwe vyote huko yani, vijiwe vyako vile unavyokaaga, nimekutafuta nimekukosa, nikasema kuna kijiwe kimoja kimoja, ngoja niende, bahati nzuri nimekukuta. <laughs> Bwana, hizi pande zangu, mwanangu, nimezunguka wewe. Jioni mimi nikishatulia tu, ni hapa ha. Eh, nimetulia bana, najua tu lazima utakuwa umekuja hapa, hata shemeji yako tumetulia, tumeongea. Ah, hapa kana bana. Bana safi, mzima, naona mmetulia, hii safi. Niambie bana sasa, ndugu yangu kuna mchongo umeingia. Ndio. Hapa atakiwa swali so, unajua tumepaki hiyo muda mrefu. Bana wiki mbili. Hatupati madili. Dili hamna, kuna bili kweli mwanangu. <laughs> Yaani mpaka inafikia kipindi. Mm -hmm. Mtu unafikia una waza mengi. Bana tumerogwa. Sasa leo nimepigiwa simu na mzee mmoja yuko Dar es Salaam. Acha bwana. Yule mzee ana mzigo wake unatoka dau unaenda Mwanza. Sasa mm -hmm. Sasa cha ajabu sasa mileji yake sasa. Ana mileji kubwa yule mzee. Yaani mileji yake atoa milioni mbili Wewe acha utani. Ha, mimi si nakwambia kama kama vile uenda nani? Yaani kama uenda Rwanda, uenda Burundi. Mileji oh. Milioni mbili kaka. Milioni mbili. Milioni mbili afu safari yenyewe fupi. Sasa hapo Mwanza si hapo. Bonge la Dodo. Oh fresh mchongo umekamilika. Yaani mchongo ku fresh kesho asubuhi rufaji tukutane pale. Kijiweni pa kwa paki pale. Sasa wewe tabia zako za kulala mpaka saa tano tutakosa mchongo. Kwa tunaongea na shemegi yako hapa kumbe bana Mungu naye kashanyoosha. <laughs>